Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, leo ni dominika ya nne ya majilio mwaka C wa Kanisa, na wazo kuu katika adhimisho la misa itakatifu dominika ya nne ni utii wenye imani. Lakini pia kama tunavyojua ni ndani ya adhimisho hili kumekuwa na shughuli ya pekee Baba Mwadhama Protas Kardinali Gambwa, askofu wetu mkuu wa jimbo kuu Katoliki Tabora, ameniagiza amenituma kumsimika paroko wetu mpya mheshimiwa sana Padri Novatus si Safari, ambaye amesimikwa tayari kuwa paroko wa parokia yetu ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu lakini pia ni dekano wa dekania hii ya mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu Tabora. Naomba tumpigie makofi. Naomba tusichanganye kama ambavyo amesema vizuri sana katibu wetu wa jimbo, Mheshimiwa Padre Konstantini Kagudi, kwamba siku hii ya leo ya kumsimika paroko mpya sio siku rasmi ya kumwaga paroko anayeondoka paroko anayeondoka Mheshimiwa Padri Faustin Mchungura ataaga rasmi siku za usoni kama tulivyopanga, lakini siku hii ya, ya leo ni siku rasmi kwake kuyavua madaraka ya uparoko, kumkabidhi mwenzake kiti cha uparoko. Ninaomba pia mniruhusu nitumie nafasi hii kwa niaba ya baba mwadhana Kumshukuru sana mheshimiwa padri Faustino Mtungura kwa kazi njema na nzuri alizozifanya hapa parokiani kwetu kwa kipindi hicho cha miaka saba au minane, atasema yeye mwenyewe vizuri baadaye atakapata nafasi ya kusema ni mingapi au paroko, lakini amekuwa hapa kabla, nakumbuka mimi nimefanya naye kazi hapa. Kwa hiyo tunapenda japo tutakuwa tuendelea kuwa naye kwa, kwa, kwa, kwa siku kadhaa na hata na mwezi kuwezekana akiwa anajiandaa na safari yake kwenda kufanya utume nje ya nchi, lakini tunapenda kabisa kumshukuru. Naomba tumpigie makofi na vigelegele. <coughs> Niseme jambo moja, mimi nini... napenda kuutangazia ulimwengu kwamba nina uhusiano wa pekee na watu wote wa ulimwenguni kwa sababu wote tuko ndugu, si ndivyo? hata na ninyi sivivyo? Lakini na uhusiano wa pekee kabisa na hawa maparoko wawili, anayeondoka na anayeingia. Paroko anayeondoka ni mwalimu wangu, alinifundisha nikiwa flateli katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, somo la teolojia ya kichungaji au tunaita pastoral theology. Na ni mwalimu mzuri kweli, alinifundisha. Kwa hiyo ninapomwangalia na mwangalia kwa heshima na adhama, kama jalimu, sivyo? Asante sana katacung. Lakini paroko anayeingia Mheshimiwa Safari, mimi ni mwanafunzi mwenzake, kwa maana ya kwamba yeye ni mwanadarasa wangu tumesoma pamoja kidato kwa cha kwanza mpaka kwa cha sita seminari ndogo ya Kada na mwaka wa malezi pamoja. Basi baadaye katika malezi yetu kila mmoja alikuwa na njia zake, lakini kama wanajimbo tumepadilishwa pamoja, na darasa letu mapadi wa jimbo kuu la Tabora, mwaka wetu tulikuwa watatu: mimi, mheshimiwa padri Safari na mheshimiwa padri sasa hayati padri Pita Bugumba kwa hiyo mimi tumibaki wawili na tata wangu mheshimiwa kwaiavakizsafari. Basi sikutaka kuyasema hayo mengi, nayo yasema sasa, lakini nataka kusema jambo moja tu kusema hayo kwamba hao watu wote wawili, na paroko paroko wanayeondoka na paroko wanayeingia ninawafahamu vizuri, ndio kusema mnatoka katika mikono salama na mnaingia katika mikono salama. makofi na vigeregere Baada ya kusema hayo, naomba sasa mniruhusu tuingie katika tafakari yalichilia ya neno la Mungu siku ya leo. Ndugu zangu wapendwa, siku chache zijazo, tutaadhimisha fumbo la Noe, yaani fumbo la neno kuchukua mwili. Mtoto atazaliwa mtoto Yesu, lakini kabla ya mtoto hajazaliwa, maandiko matakatifu ya leo yanatualika kumtazama Maria ambaye sasa ni mama mjamzito, lakini pia kumtazama Yosefu, kama kawaida yake, baba mpole, mwaminifu na mkimya, tena anayekufundisha mengi katika ukimya wake. Anasema mengi sana katika ukimya wake. Mwisho, ujumbe wa msingi kabisa katika liturjia, neno la Mungu ya leo, tunakumbushwa kuwa tuwe watii wenye imani, utii wenye imani katika somo la Injili, tunaona kwamba kwa, kwa Yosefu kipindi hiki ambacho kwetu ni kipindi cha majilio, yaani kusubiri tukijiandaa kwa ujio wa Masiha atakayezaliwa, majilio kwa Yosefu haikuwa kipindi chenye furaha amani furaha na amani, bali taabu na misukosuko mingi sana lakini, tunaona jinsi Mungu anavyoingilia kati. Mungu hufanya hivyo sio wakati mambo yote yakiwa kamili, ila yakiwa hayajapangika vizuri. Mungu anaendelea kuingilia kati katika maisha yetu na maisha ya watu, mambo yanavyoonekana yanaenda ndivyo sivyo. Leo mwenjini Mathayo anaanza na changamoto anaanza kueleza changamoto. Tumeelezwa na tumesikia, Maria ambaye ni mchumba wa Yosefu alionekana mjamzito kabla hawajaanza kuishi pamoja. Ikumbuko kuwa kwa Wayahudi uchumba ni kifungo kilichotambuliwa kisheria. Sijui kwetu sisi huko Afrika sijui, sitaki kusema sana. Uchumba ni kifungo kinachotambuliwa kisheria, tafadhali. Katika aya ya 19 tunaambiwa, Yosefu alikuwa mtu wa haki, sio haki ya kimahakama, ila haki ya kibiblia. Kuna tofauti kati ya haki ya kimahakama na haki ya kibiblia. Haki ya kimahakama ni kumpa mtu anachostahili, lakini haki ya kibiblia ni kumpa mtu kile asichostahili nadhani hiyo tofauti tumeiona wazi sivyo? Tunasoma katika injili ya Mathayo sura ya 5 aya 39, Yesu anasema akupigae kofi katika shavu la upande wa kushoto ugeuzie la kulia. hivikeil naona hiyo visaba hiyo ni haki ya kibiblia, sio yatima paka simulizi hili tulisikia leo nathibitisha jinsi Mungu alipomwacha Yosefu apambane ateseke, lakini baadaye aweze kuamua. Kama ingekuwa kweli simu hizi tulisikia leo, Yosefu ndiye aliyedanganywa na kusalitiwa. Ndiyo maana anaitwa mwenye haki, kwa sababu hakulipiza kisasi wala utafuta kumwaibisha Maria. Yeye aliamua kumwacha kwa siri, na malaika anamtokea akiwa ameshaamua cha kufanya, na cha kufanya ni kuamua kumwacha Maria kwa siri. Haki ya kibiblia sio kuaibisha na sio kumpa anachostahili. Haki ya kibiblia inaonekana hapa fundisho la msingi ndugu zangu, haki na utakatifu wa kweli sio kuwa na hoja sahihi wala sio kuonesha wengine walipokosea tu. Haki kwa Yosefu, ni kuchagua huruma akiwa na haki ya kuadhibu. Kuwa na huruma ndiyo haki ya kidunia. Zaburi ya mia moja thelathini inatuambia Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Malaika akamwambia usiogope kumchukua Maria kuwa mkeo. Kama Yosefu, maisha yetu pia, mimi na wewe, hayakosi kuwa na songo bingo, hayakosi kuwa na changamoto zake. Tumsifu Yesu Kristu. Yeah. Kristu tuamini yeah. Yeah sipo changamoto katika maisha yetu. Kwa wengine ni ndoa zilizovunjika, kwa wengine ni miradi iliyokwama au ambayo imeleta hasara, wengine ni magonjwa, wengine ni ajali, wengine ni vifo, wengine ni mateso, kwa wengine ni sala ambazo tunadhani hazijajibiwa, na kadhalika, na kadhalika, na kadhalika. adui wa kweli wa Yosefu haikuwa ujauzito wa Maria, ila adui wake ilikuwa ni hofu. Maana ujauzito uliokuwa nao Maria ilikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu yeah. ki Kristu, mheshimiwa sana safari mimi kama nilipopenda kuhakikishia waamini wako wa parokia hii ya Mtakatifu Teresa ya mtoto Yesu kwamba sina mashaka na wewe, wala Baba mwalama hana mashaka na wewe, hata ulimwengu hauna mashaka. Lakini leo hii unaposimikwa rasmi kuwa paroko wa parokia kubwa kama hii, najua umekuwa paroko, parokia ya chama cha Mkola, paroko parokia ya Madii, katibu wa askofu lakini kuwa paroko wa parokia kua kama hii ni mara yake ya kwanza. Ah, tumpigie makofi! Na ni mara ya kwanza? Kumbe una uzoefu mkubwa na mwingi na una vipaji vingi, lakini ni vizuri kujiuliza, ukiwa paroko wa parokia hii, nini itakuwa changamoto kwako? Je, ni paroko ni kitu gani? Kama malaika alivyomwambia Yosefu, nami leo niseme kama unaogopa safari, usiogope. Ndugu zangu nyote mliopo hapa, nyote mliyoko hapa, Majilio ni mwaliko wa kutoogopa kufanya kazi za Mungu, tusiogope. Mungu daima anaendelea kutenda, kuonekana pasipo kuonekana. Baada ya safari, mpendwa wangu, ndugu yangu na rafiki yangu, unakabidhiwa roho hizi, unakabidhiwa roho hizi za watu wa parokia mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu, ili uwasindikize kwa Mungu. Hawa ni watu wenye upendo sana, tena watu wema sana. Uwapende na uwatunze kama Baba Rutungura na wenzake walivyofanya. Baba Rutungura ni baba mwema sana, na amefanya kazi nyingi na nzuri sana, lakini na mapadri wenzake wote wa parokia hii wamefanya kazi nzuri. Basi baba safari, uwapende na uwatunze Nao watakupenda na kukutujwa babalechunga na matali wenzake wamefanya kazi nzuri na njema, na wameendelea kufanya ya, ya, ya kuwaimarisha kwa masakramenti kuwapa kwa mashauri ya kichungaji lakini vilevile kuwashibisha kiroho wakiwabegea wa wa neno la Mungu . Tumsifu Yesu Kristo. Nimewahi yeah, kuwaambia mapadri hawa, sijui kama ninyi mnajua hivi. Nikasema parokia hii ni, imejaliwa kuwa na mapadri wachungaji wenye karama, si wa karama kama parokia nyingine. Mapadri si wachungaji wala hawana karama, lakini parokia hii nimeishakatilia tafakari, sawa, mapadri yote wamejaliwa wa karama pamoja na karama nyingi, lakini karama ya kuomeja upate wa neno la Mungu vizuri na kwa upali sana wapigiania. Basi baba safari ataendelea kuungamika na wenzake na watayafanya haya Mheshimiwa sana aikauti mecung. Kuna msemo unaosema unaposema nema na kutenda mema au mema akufuata. Mimi nikiwa paroko hapa, nilisimikwa na mesiaaai Mtunga akiwa wakili wa askofu mkuu, na wakati wa waka kuanza pia tulikuwa naye, yeye ndiye aliyechukua kijiti kuwa paroko. Aliniambia maneno haya ambayo nayakumbuka, alisema kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba unapoagwa watu uwanua katika makundi mawili, wale unaoata, wapo watu ambao watafurahi kwa sababu unaondoka, sikitaka uliafanyia nini a, lakini wapo watu ambao watasikitika sana kwa sababu unaondoka. Sasa uliambia ila wewe uu, sidhani kama kuna watu wamefurahi kwa kuondoka kwao, inawezekana wote wanasikitika sana. Sidhani kama haya mambo yalikuwa yanamuhusu, kwa hakika haya mambo yanamuhusu sana. kaheshimiwa na kupendwa wetu pa tufauti uchungu, najua hakuna anayefurahi kwa sababu yeye anaondoka, ila najua wengi, kama sio wote, tunasikitika kwamba anaondoka kwa sababu ni baba mwema na amefanya kazi nzuri sana yeye, kila wakati napomuona natabasamu na, na anasema nata na mambo yanayokuletea furaha na amani na uzima wa ndani. Yeye kwa kweli ni kitulizo chao, sivyo? Sijui kama najua kutashirika huko, lakini kama nilivyosema, Mungu wetu ni mwema, anaendelea kutupigania. Katika somo la kwanza tunaambiwa juu ya tofauti tofauti na mfalme Ahazi ambaye hakuamini, Yosefu aliamini kitu kisichoweza kuthibitika. Anaamini bila kusubiri yote yaonekane sawa na kamili, anajikabidhi, anajikabidhi kwa Mungu. Yapo mazingira yanayofanana na hayo katika maisha yetu, ambapo pengine Mungu haoneshi mambo haya bayana, ila anatoa mwelekeo tu. Tumsifu Yesu Kristo. Malaika alimwambia Yosefu, huyo mtoto utamwita Yesu. Kumpa jina ni ishara ya kumpokea. Yosefu anakuwa mshiriki kwa mpango wa Mungu kwa njia ya utii. Utii hutupa nafasi sote kushiriki mpango wa Mungu na ukombozi wa watu. Utii unatoa mwelekeo, utii unatoa utambulisho, na utii unaleta uponyaji. Yesu kwa Kiebrania maana yake ni Yeshua, na sisi tunasema ni Masia kwa Kiswahili na masiha maana yake bwana anaokoa utaona wakati wa, wa na baadae wakati wa ukufuko wale mitume walipomwacha yesu wakaenda kuua samaki katika shughuli zao yesu alikutana nao kama mvuvi mzoefu akamwambia nenda wewe kwanza wa pili na wakaenda wakaua samaki wengi sana 153 waliporudi wakamwona yuko kando ya bahari akiwa ana an moto anaoka samaki Yohana aliwaambia ni bwana na mahali pengine, Tomaso alisema Bwana wangu na Mungu, maana yake huyu ni Mwokozi. Basi Yesu ni Bwana na Mwokozi. Katika somo la pili, Paulo anaonyesha ishara ya Mungu asiyesubiri mpaka tuzolewe na mawili, bali anaingilia kati mapema. Anaendelea kuokoa kupitia utii na upendo endelevu wa watu wake hata leo anaendelea kutoa ishara. Wanaotambua ishara hizo ni wanyenyekevu, kwa mfano wa Maria na Yosefu. Imani sio tu kuamini, lakini pia ni kutii, tena utii wa imani. Naomba mniruhusu sasa nimalize kwa mafundisho ya pekee, mkusanyiko wa mafundisho ya pekee katika tafakari ya liturjia, neno la Mungu siku hii ya leo. Moja, kila mmoja ni vizuri ya jitafadhali, tunapotoka hapo leo, nini ulichoahirisha kwa hofu ambacho hujakifanyia kazi? Lakini pili, katika maisha wewe una mwelekeo wa kuchagua jambo lipi kati ya mengi? Chagua huruma ikuongoze katika maisha yako, na jenga ujasiri ukijiaminisha kwa Mungu. Tatu, mtu huhitaji kuwa mashuhuri ili uwe mwaminifu ila unahitaji kuwa mwaminifu uwe mashuhuri, kwa mfano wa Yosefu na Maria. Nne, tunapoelekea maadhimisho ya sherehe za Noeli andaa pango la ndani, umpe nafasi Yesu aje azaliwe moyoni mwako. Kumbuka Yesu hakuzaliwa ikulu, hakuzaliwa katika kliniki wala hakuzaliwa ghorofani ila alizaliwa mahali alipopata nafasi. Basi jiulize kwako, kuna nafasi? Kama ipo, mkaribishe Yesu, mfungulie mlango. Unapojiandaa na Noeli, tusali ili Yesu apate nafasi hiyo mwili wetu. Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Mvua inaweza kuwa ilitusaidia kusinzia sinzia kidogo, lakini haina maana kwamba hatujasali. Tumesali na tumesikiliza tafakari. Tumsifu Yesu Kristo.